Kama mnakumbuka vyema uh, kwenye wiki ya Simba uh, kuelekea kwenye kilele cha Simba Day tulianzisha shindano la matawi ya Simba Sports. Nini asikiki huyo naye? Bwana mwambie Balesa alete maiki za kueleweka hapo. Je, hapo ikumukide hapo, iko sawasawa? vizuri jamani, tunaanza Bismillah. Habari za mchana huu, ndugu zangu waandishi wa habari. Tumefurahi mmekuja kwa wingi katika tukio letu hili fupi lenye maana na tija kubwa kwenye maendeleo ya klabu yetu ya Simba Sports Club, tukiwa kwenye maandalizi kuelekea katika mchezo wetu wa Oktoba 26 mchezo wetu wa Jumapili hii mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo wa marudiano dhidi ya Nsingizini Hotspur. Maandalizi yetu yanaendelea vizuri kweli kweli, na kila kitu kwa upande wetu Simba Sports Club kinakwenda vizuri kuelekea katika mchezo huo. Lakini dhumuni la kuwaita hapa makao makuu ya klabu ya Simba mchana wa leo ni kutaka kuwatangaza washindi ambao wameshinda kwenye shindano letu la kutafuta tawi bora la Simba Sports Club na kumtangaza kiongozi bora wa, kiongozi bora wa matawi ya Simba Sports Club sanjari na kuwakabidhi zawadi zao ambazo wameshinda kutoka kwenye shindano hilo. Nakumbuka kwenye, kwenye wiki ya Simba kuelekea kwenye kwenye kilele cha wiki ya Simba, tulikuwa na shindano maalum la kutafuta tawi bora la Simba Sports Club ambalo wanachama wake na mashabiki wake wengi watajiandikisha na kuchukua kadi za Simba za CRDB. Tulitangaza mchakato huu na tukawatangazia matawi yote ya Simba Sports Club kwamba eh, fanyeni mnachoweza kufanya kuhamasishana kwenye matawi yenu kufungua akaunti za CRDB na kupata kadi za Simba na mshindi ambaye angefanikisha kuandikisha wanachama wengi zaidi kwenye tawi lao na kupata kadi za Simba zawadi angepata shilingi milioni mbili na nusu, lakini kiongozi ambaye atakuwa mstari wa mbele kushawishi wanachama wake na mashabiki wake wa tawi lake kufungua akaunti za CRDB na kupata kadi za Simba na yeye vile vile atapata zawadi ya shilingi laki tano. Tawi la pili ambalo lingefanikiwa kushawishi na kufungua akaunti nyingi za CRDB na kupata kadi za CRDB wenyewe wangepata zawadi ya shilingi milioni moja na laki tano na tawi la tatu lingepata zawadi ya shilingi milioni moja. Zoezi hilo lilianzia ndani ya wiki ya Simba, likaenda vizuri mpaka mwisho wa mwezi wa tisa, zoezi likawa limefungwa na tukapata washindi husika wa matawi pamoja na kiongozi bora ambaye amefanikisha kushawishi wanachama wake kuchukua kadi za Simba ambazo ni kadi za CRDB. Mshindi wa kwanza ni tawi la Terminal ambapo linapatikana e, stendi ya Magufuli pale Mbezi. Wenyewe kwenye kipindi hiko cha kuanzia Simba Day mpaka mwishoni mwa mwezi wa tisa walifanikiwa kufungua akaunti nyingi za CRDB na kupata kadi za Simba Sports Club za CRDB. Na kwa mantiki hiyo wekundu wa Temino wamejivunia shilingi milioni mbili na laki tano na leo tumewaita hapa ndugu zetu waandishi wa habari ili kuja kuwakabidhi wekundu wa Temino shilingi milioni mbili na laki tano tunakabidhi hivi kwa sababu ni tangazo ambalo lilitangazwa hadharani, kwa hiyo watu wanalifahamu, lakini vile vile ni sehemu ya kumotivate wengine, ili waweze kufanya kazi hiyo kwa ufanisi endapo shindano litatangazwa tena. Kwa hiyo wekundwa wa terminal hii leo tunawakabidhi shilingi milioni mbili na nusu kwa kazi nzuri ambayo waloifanya, lakini vile vile mshindi wa pili ni scad of fire na wenyewe wamefanikiwa kufungua akaunti nyingi za CRDB na kupata kadi nyingi za CRDB ambazo ni kadi za Simba, na wenyewe tunawakabidhi hii leo shilingi milioni moja na laki tano na kiongozi bora ambaye amefanikisha kushawishi wanachama na mashabiki wake kufungua akaunti za CRDB na kupata kadi yake ni Bwana Kanali ambaye hileo tunamkabidhi zawadi yake ya shilingi laki tano. Hii ndiyo Simba Sports Club tunafanya kwenye kurejesha kwenye matawi yetu, tunafanya kwenye kuhakikisha matawi yetu yanapata hadhi kubwa na yanapata faida ya wao kuwa sehemu moja ya kuwa tawi lililokuwa rasmi. Kwa hiyo leo tunakwenda kuwakabidhi washindi wetu zawadi zao, lakini vile vile tuko na afisa kutoka CRDB ambaye yeye atatueleza je, zoezi hili litakuwa endelevu, ili matawi mengine sasa ambayo pengine yalikuwa hawaamini mpaka waone watakapoambiwa tena zoezi ni endelevu ama laa, waweze kuchangamkia na hatimaye wapate zawadi zao kutoka benki ya CRDB. Baada ya kusema hayo, nimkaribishe ndugu yangu Alan kutoka benki ya CRDB atueleze na yeye kinagobaga kuhusiana na mchakato huu, na baada hapo twende tukakabidhi zawadi kwa wahusika. Alan, karibu. Hmm. Um, so okay. Okay. Um, habari za mchana, ndugu waandishi wa habari. Mimi kwa majina naitwa Alan Mashanda, ni meneja mahusiano upande wa wateja binafsi kutoka benki ya CRDB lakini kipekee pia na angalia segment ya mpira na sisi. Uh, kama CRDB tunajivunia kuwa na ubia ambao umekuwa ni wa manufaa kati yetu pamoja na uh, klabu ya Simba ambao ni klabu kubwa, klabu kongwe hapa Tanzania, lakini pamoja na Afrika Mashariki, pamoja na Afrika. Kama alivyotangulia kusema uh, ndugu Ahmed, ni kweli katika ile wiki ya Simba tulikuwa na shindano maalum ambalo tuliliendesha kwa kushirikiana na wenzetu wa Simba ambapo tulikuwa na uh, tuna, tulitangaza kampeni maalum ambayo ilikuwa inashindanisha matawi ya Simba. Na hii kampeni tulilenga mahususi kwa ajili ya kuhamasisha, lakini pia kuhakikisha kwamba wale mashabiki ambao wana mapenzi ya kweli na klabu yao ya Simba, sisi kama CRDB tulitengeneza fursa maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaweza kuwa na platform maalum ambayo itawatambulisha kama wanasimba lakini kipekee pia itawasaidia kuendelea kuchangia klabu yao. Tunafahamu kwamba klabu imekuwa ikishiriki katika michezo mikubwa, kwa hiyo inahitaji pia mashabiki waendelee kuwa wana support, kwa maana ya kuhakikisha tunatunisha mfuko na zile safari zetu za hapa na pale ziendelee kwenda vizuri. Kwa hiyo uh, ile kampeni yetu ilianza tangu wiki ya Simba na tukawa tumefunga uh, siku ya tarehe 30 mwezi wa tisa. Tunafurahi kusema kwamba kampeni imekuwa ni ya mafanikio na tulifanikiwa kupata uh, wanachama wa wengi ambao walifungua akaunti, na nafurahi na kwamba washindi sasa wamepatikana, na sisi kama alivyosema Ahmed eh, tukiahidi tumekuwa tukitekeleza, na kwa sababu tuliamua kuanza hili uh, zoezi kwa mkoa wa Dar es Salaam peke yake kwa baadhi ya matawi, lakini sisi mpango wetu kama benki ya CRDB ni kuhakikisha hili zoezi tunalifanya katika mikoa yote Tanzania. Tuna plan baada ya kutoka hapa Dar es Salaam tuna mpango wa kuenda ku extend na kwenda katika mikoa mingine inayofuata tukianza na mikoa ya karibu, lakini specifically pia tunafikiria kwenda pia mikoa mingine kama Mwanza, Arusha, Dodoma, na mikoa mingine itapata baada ya hatua hiyo. Kwa hiyo nipende tu kutoa rai kwa mashabiki ambao wanaipenda club, lakini pia inawezekana kwa namna moja au nyingine hawajawahi kujua kama kuna fursa kama hii. Benki ya CRDB ni wakati mwafaka sasa kuweza kusogea katika matawi yetu ambayo yamesambaa nchi nzima. Tuna matawi zaidi ya 260 ambapo unaweza ukaenda na ukapata kadi yako ya wanachama na ukaendelea kuwa mteja um, wa CRDB, lakini pia ukaendelea kuisupport klabu yako ya Simba. Tunafurahi sana kushirikiana na Simba na tunaahidi kwamba yapo mambo mengi makubwa ambayo sisi kama benki ya CRDB tunaendelea kuyaandaa na naamini, um, tutaendelea kuyaona kwa kadili siku zinavyosogea. Nafurahi sana na nashukuru sana kwa fursa hii. Ndugu zangu waandishi wa habari, hiko ndicho ambacho tume tume tumewaitia mchana wa leo na niseme tu ya kwamba e, kwenye kuwajali mashabiki wetu na wanachama wetu na kwenye kuyapa thamani matawi yetu ya Simba Sports Club tumekuwa na programu mbalimbali za kurejesha kwenye matawi yetu. Nakumbuka kwenye wiki ya Simba tulikuwa na bonanza la matawi ya Simba ambapo, ukiachilia mbali kufurahi kwa pamoja lakini washindi walijipatia zawadi kutoka kwenye bonanza hilo, ambayo vilevile ilitolewa vile na benki ya CRDB. Hii ndiyo program yetu sisi Simba Sports Club tunapotaka kurejesha kwenye matawi yetu ama kuwapa thamani mashabiki wetu wa Simba Sports, na hii leo uh, tunakwenda kuwakabidhi tena uh, wat, uh, mashabiki wetu fedha taslim kutoka benki ya CRDB. Hii ndiyo sehemu yetu sisi, na hizi ndizo program zetu sisi Simba kwenye kurejesha kwa mashabiki wetu wa Simba Sports Club, na sio kuwaingiza bure kwenye mechi. Tunapotaka kurejesha kwa mashabiki wetu, tunatengeneza mfumo uliokuwa rasmi na wakistarabu ambao watu wataenjoy kushiriki kwenye huo mfumo na mfumo ambao utakuwa na faida vile vile kwa klabu yetu ya Simba Sports Club. Mfano wake, hii watu wamefungua account. Of course, account ni zao, lakini Simba Sports Club tunafaidika kwenye hiyo account, lakini wale waliofungua account vile vile hatujawaacha patulo, na wenyewe wanapata zawadi ya shilingi milioni mbili na nusu lakini wale ambao ni machampion kwa ajili ya kupambania kushawishi wenzao, na wenyewe vile vile hatuwaachi kavu kavu, wanaondoka na shilingi laki tano fedha taslimu za Kitanzania. Hivi ndivyo taasisi inavyorejesha kwa watu wake, inavyorejesha kwa jamii, na sio kuyakusanya na kuwaingiza uwanjani bure. Huo sio mtindo rasmi wa Simba Sports Club kwenye kurejesha kwa watu wake. Nitaka mpate insight tu, mmeshapata ya, ya, ya Instagram ah, tukakabidhiana ila sasa